Hii ni video ambayo inamwonyesha Nicole akiwa mahakamani na Milad, hayo wamefanikiwa kuipata hii video. Nataka uone hiki ambacho anakifanya Nicole hapa, kuhusiana na ile kesi yake ambayo inaendelea, ya kutuhumiwa kuwatapeli watu ambao waliokusanya kupitia page yake ya Instagram na mitandao ya kijamii kwa ujumla akichezesha mchezo. Kwa hiyo yeye alikuwa kama kijumbe. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sasa huyo ni Nicole, mm -hmm. mm -hmm. hapo akiwa mahakamani sakata la kesi yake likiendelea na unafahamu watu wengi walikuja kulalamika pia tayari. Hizo sio stori ambazo ni ngeni pengine kwenye masikio ya watu wengi ambao wanafuatilia mitendo ya kijamii, zipo karibia sehemu nyingi sana na watu wengi wanafahamu, ni hela nyingi sana ambazo nadaiwa. Na e, jeshi la polisi baada ya kufikishiwa haya mashtaka walimkamata na wamefanikiwa kumfikisha mahakamani. Unakumbuka pia taarifa ya jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ilitoka siku kadhaa zilizopita, wakieleza kwamba wanamshikilia na baada ya hapo wanafanya pia taratibu nyingine za kisheria ili kumfikisha katika vyombo vingine vinavyohusika na masuala ya kutoa haki kisheria. Kwa hiyo, Nicole kwa sasa kesi yake iko mahakamani. Nafikiri ukimwona hapo ni kama unaweza kadhani kama yuko sawa kidogo, kwa sababu anavyoongea ni mtu ambaye analazimisha furaha. Unaweza kaona hivyo, ila hayuko sawa kwa namna ambavyo nimeitafsiri hii video. Sijui wewe unamwonaje mentally anavyoonekana hapa. Niambie hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.